Tunawasihi sana ndugu zangu, tuwe na uvumilivu, tuwe na amani. Amani ya nchi hii iko katika mikono yetu sisi sote hivi leo. Amani ikivurugika katika nchi, maana yake hatuwezi kuswali, hatuwezi kwenda misikitini, hatuwezi kwenda katika majumba ya ibada, hatuwezi kwenda eh, masokoni, hatuwezi kwenda hospitalini kwa eh, sababu ya kuvurugika kwa amani. Amani ya nchi hii inatutegemea sote sisi, hasa viongozi wa dini zote wanatakiwa tuhamasishe juu ya masala ya amani. Amani sio jambo la mchezo. Hebu tuangalie tu ndugu zetu wa Kongo, ndugu zetu wa nchi za Kiarabu kama vile Libya, kama vile Yemen na nchi zingine, amani imekuwa imetoweka, na wao wenyewe wanaishi bila amani, wanakuwa katika vurugu za hali ya juu sana. Maandamano hayana tija yoyote. Ninawaasa vijana, tuitunze amani ya nchi. Amani ikitoweka ndani ya dakika tano, jua miaka na miaka amani haiwezi kupatikana. Tukiangalia Kongo, Rwanda, Burundi, wamepitia kwenye matatizo mbalimbali mbali. Ni kwa sababu ya kutoilinda amani. Tujitahidi kuitunza amani yetu tulioachiwa kama tunu ndani ya taifa hili. Tunashuhudia ndani ya siku chache tu, taifa limepitia kwenye mazito na machungu muda mchache. Kwa hiyo, ninawaasa kama Watanzania tuitunze amani yetu tuliopewa tusisikilize watu bali tuitunze amani. Kwa vijana wenzangu, ni waombe hiyo tarehe tisa ambayo inasemekana ni kwamba kuna maandamano, sina uhakika, lakini ombi langu kwao ni kwamba wasiandae kitu kibaya kama hicho, kwa sababu kitaleta athari kubwa sana kwa jamii kitaleta athari kubwa sana kwenye nchi, na pia kitachafua nchi yetu, kwa sababu sisi nchi yetu hatujui kuishi maisha kama hayo. Tuende kwenye maridhiano ili tupate kitu cha msingi kitakachoweza kita kusimamisha nchi yetu au kuifanya nchi yetu kuendelea kuwa na amani na utulivu kwa wakati wote. Wito wangu kwa vijana wote, sisi wote ndo tunakuwa sisi wote tuna malengo yetu, wapo waliosoma, wapo ambao hawajasoma, lakini nchi yetu ina fursa nyingi ina nafasi nyingi kwa waliosoma na wasiosoma kupata ajira au kujiajiri. Tuitumie nafasi hii kwa uzuri na umakini mkubwa, ili tuweze kujiendeleza katika maisha yetu. Ni wajibu wetu sisi wa Tanzania kwa ujumla, tuhakikishe kuilinda amani ya nchi yetu, na hilo ndio kubwa, hakuna kitu kingine. Lakini vile vile, sisi ndio kumsaidia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sisi wa Tanzania.